Kuna idara hazishughuliki na haki za wafanya kazi. Yeye akitaka kusafiri kwenda Dar es Salaam kwenda Pemba, anazipata pesa. Kuna mkutano Dodoma, kuna mkutano Iringa, kuna mkutano Mwanza, fedha anazipata. Lakini mhudumu pale ana, ana, ana, ana overtime yake miezi mitatu hajalipwa. Ili jambo katibu mkuu lisimamie na hatupendi kuliona kabisa. Kama ni kusubiri subiri, wewe sio yule mfanyakazi wa, wa chini kabisa. We si unaalikwa, alikwa kidogo, saa nyingine unakwenda kwenye semina eh, kuna warsha, kukwa na kuepo kidogo na hela, saa nyingine na posho unapata na saa nyingine unapata safari. Lakini mhudumu anapata safari ya kwenda wapi? Mlinzi anapata safari ya kwenda wapi? dereva anapata safari ya kwenda wapi? Lazima tuwaangalie hawa wafanyakazi. Ukiangalia zile fedha zinapogawiwa, unakuta kuna overtime za walinzi hazijalipwa, lakini bosi ya mkurugenzi katilijilipa mpaka safari ya juzi tu. Hawa wamekaa miezi mitatu hawajalipwa, wa sio sawa. Hawa kipato chao ni kidogo sana lazima tuwasimamie walipwe, na wengine wanapata sababu, ah, bwana serikalini sasa hivi hakuna pesa. Si kweli, osi zinakuja ni ishu ya kujipanga vizuri, ni ishu ya kujipanga vizuri, na ukiwa una utamaduni wa kuwalipa hawa wa kuwashughulikia vizuri hata ikitokea mwezi umechelewa, hata kuwa na roho mbaya, lakini anakuona we unaondoka na unalipwa, yeye amekaa pale miezi mitatu, wengine wanafika miezi sita, haiwezekani. Lazima tuwe na matumizi mazuri ya fedha lakini lazima tuwe na vipao mbele hata kwenye haya malipo. Haya mambo lazima tuyasimamie, tuelewe kama fedha imekuja chache basi tutoe vipao mbele ya malipo. Saa nyingine fedha inatumika, anakwenda kukodi ukumbi wakafanya mkutano shamba nyiwe wizara elimu na kumbi ngapi nyie?